wajibu wa ala lmukallaf nakunapasa jua mukallaf. Mukallaf ni nani ni mtu Muislamu balehe akilan au awe mtu balehe Muislamu mwenye akili. Mungu ana yajibu ala lmukallafu, aidha utapasa jua mwenye ukalifa na sheria vile vile, ayatakida aitakidi na moyo wake anal malaika analmalaikat alaihim salatu wa salam, kwamba malaika ishuke juu yao malaika rehma na amani. Minjumlati ibadillahi almukaramin, ajue kwamba ni miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu almukramin na wenye kutukuzwa eh, ajue kwamba minjumlati ibadillah kwa malaika ni miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu almukramin, waliotukuzwa au wenye kutukuzwa. Wa annahum, na kwamba hao malaika masumuna ni wenye kuafidhiwa min jamii lmaasi, na maasiya yote, malaika hawatendi maasi. Munazzahuna an sifati lbashari, ni wenye kutakashwa na sifa za wanadamu, malaika hawana sifa kama zetu sisi. Munazzahuna ni wenye kutakasika, an sifati lbashar, ni wenye kutakasika na sifa za kiutu. Wa annahu kwa mambo yalivyo, la ya'lamu kathiratahum Hakuna anayejua wingi wa malaika ila Allahu taala, asipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wa annahu, na kwamba mambo yalivyo, na akira ya hali wa shani. La ya'lamu kathiratahum, hakuna anayejua wingi wa malaika ila Allahu taala, asipokuwa Mwenyezi Mungu, hali yakuwa ametukuka. Waminhum, na ni miongoni mwa malaika Jibrilu wa Mikail

hao ndio viongozi wa malaika wote. wa haula ila larbau na hawawane, umuru asau, hawa wane humrusau, hao ndio viongozi wa hum afdaluhum na, wa wa na, na wao ndio bora wao. waminuhum hamalatu larshi wa minuhum, na kutokana na wao ndio kunatukuliwa ndo kunabebwa hiyo arshi rahman. waminuhum na kutokana na wewe na wao hamalatu larshi kuchukuliwa kubebwa arshi rahman, arshi ya Mwenyezi Mungu. Wa annahum na kwamba wao, alana arbaatu ni wane. Wa annahum na kwamba wao, alana sasa hivi alarbatu ni wane. Wa uzadu alaihim watazidishwa baada yao, hamalatul arshi yaumal qiyama, siku alqiyama eh? Waanahum na kwamba wao walioibeba arshi ya Mwenyezi Mungu, sawa hapa hmm, mechanganya kidogo, turudie vizuri. Waminuhum, na miongoni mwa malaika. Hamalatul arshi au amalatul arshi ni miongoni mwa malaika, na hamalatul arshi inaunganisha kule kwamba wale wanne ni Jibrili, Mikail na Israfi na Azraili, alafu kuna kuja nini waminuhum na miongoni mwa malaika, zaidi ya hao wanne, kuna wengine wanaitwa hamalatul arshi, wenye kuibeba arsha mwenyezi wa humul ana na wao, hamalatul arshi sasa hivi. Arbaatun ni wane, watuzadu wayuzadu alaihim yawm alqiyama, arbaatun watazidishwa juu yao siku ya kiama, zaidi ya hao wanne wataongezwa wengine siku ya kiama ambao ni wa utaongezwa ngapi? Arbaatun, watakuwa nani? Sasa wa uzadu patazidishwa, alaihim juu yao, yaumal kiyamati, wa arbaatun, wataongezwa tena malaika wengine wane, watakuwa hamalatul arshi. Ni ngapi? ni wa malaika nane. Waminuhum, ni miongoni mwa malaika, munkarun wa nakir, munkar na nakir. Eh, waridwanu, na miongoni mwa malaika ridwanu, khazinul janna, huu ni mlinzi au ni mtunzaji wa pepo wa maliku hazinuna na maliki mtunzi wa moto. wa ya takida pia kuna kunapasa kuitakidi anna afdal alkhalqi kullihim, kwamba mbora wa viumbe wote nabiyina Muhammad, nabiyuna Muhammad ni mtume wetu Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habari ya ana. wa anna ya takida na anna kunapasa kuitakidi anna afdal alkhalqi kwamba mbora wa viumbe Sawa kulihim viumbe wote nabiyuna ni mtume wetu muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Thumma ar-rusul kisha ni mitume, thumma al-anbiya kisha ni mitume anbiya. Nini tofauti ya rusul na al-anbiya? Ar-rusul ni jamu rasul kwanza, alafu jamu rasuli hiyo rasul. Tofauti yake na anbiya na nabiyu, rasul na nabiyu mna mufradi wa sawa. Sasa nabii ni yule ambaye amepewa yeye utume, alafu hakutumwa kumpelekea mtu yeyote. Dawa ile akifanya dawa ni sawa, maelewa, akikubaliwa akapata watu haya, lakini hakutumwa nenda kwa umma fulani, akupata maagizo hayo. Na mursal au ndio rasul ni yule ambaye ametumwa wewe ni mtume, alafu ni mtume wa kabila fulani, ni mtume wa kabila jamaa fulani. Mtume Muhammad domaana ni khairu khalqi ajmain. Kwa sababu gani? Ni mtume wa watu wote, sio watu maalumu. Kwa hiyo Lut ikuwa ni mtume wao kaumu Lut, sijui Hudi ni mtume wa kina Hudi, lakini wengine wote kila mmoja ana wake. Lakini mtume Muhammad umma wote ni wake yeye ye. eh? tuma malaikatu katika mbora wa viumbe baada ya mtume Muhammad akafa, akaja ar-rusul, mitume wengine, thumma al-anbiya, thumma al-malaika. Kesha wabora wa viumbe ni malaika wa alayhim, wa alayhim malaika swalawatullahi wa salamu, Mwenyezi Mungu awashukie rehma na amani, thumma sahaba, kesha masahaba radhiyallahu anhu. Pia wayatakida, kunapasa kwa mwislamu aitakidi anal khalqa kullahum, kwamba viumbe wote yamutuna inda nkidai amarihim, kwamba viumbe wote watakufa, zamani za kukomelea au kufikia mwisho nyumri zao, hakuna kuishi milele sawa. Waanyatakida na kuitakidi analhalka, kwamba viumbe kulahum, wote yamutuna watakufa, inda nkidai amarihim, zamani za kukomelea kufikia mwisho nyumri zao. wanalkabida wa liarwahihim na kwamba mwenye kuzishika mwenye kuziua roho zao akazimaliza ni malakul mauti, ni malaika huwa anaitwa malakul mauti eh. wa ana lkabidha, kwamba yule mwenye kuzikamata akazitoa arwahi mroho zao ni malakul mauti, anaitwa malakul maut. Wahuwa Azirail, naye ni yule katika wale malaika watukufu tuliowataja mwanzo, anaitwa Azirail, Azirail. Wa anahum na kwamba hao wanadamu yusaluna baada dafnihim fi kuburihim wa annahum, na kwamba wanadamu yusaluna, wataulizwa, baada dafnihim, baada ya kuzika kwao, fi kuburihim, katika kaburi zao, ila jamaatan mahsusin, isipokuwa jamaa maalumu. Kuna watu hao maalum hawataulizwa maswali kama wataulizwa watu wengine, ni wale mashuhada walokufa, alikuwa ni mashahidi wewe mwanafunzi walokuja kutafuta elimu tanga madrasa, tushamsia tamta, tushamsiatamta, ukavyo ukafa hapa, wewe umekufa shahidi, safari yako safari ya khairi, jihadi hiyo eh, wanahum, na kwamba wao yubathuna yaum alkiyama watafufuliwa siku ya kiyama wayuhasabuna fil mawqif watahesabiwa katika mawqif, wa annahum na kwamba wao yubathuna watafufuliwa yaum alkiyama siku ya kiyama wayuhasabuna watahesabiwa, fi lmaukif katika mawqif ala amali, na kwamba wao yamuruna, watapita wanadamu wote, na kwamba ya muruna, watapita wanadamu wote nawaanahum, na kwambao na ya wanadamu, wa wanadamu, yamuruna, watapita jamian wote, ala sirati, kupita juu ya mtatagu. Yarabi, tujalie tuupite salama salimini. Waana lmuminin, na kwamba amini yashrabuna min hauli nabiyina, watakunywa kutoka kwenye birika la mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ya Rabbi, tuwafikishe ni katika wao. Waana lmuminin, na kwamba waumini walimwamini Mwenyezi Mungu. Yashrabuna, watakwenda kunywa. Min hauli nabiyina, kutoka kwenye birika la mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Birika hilo lau kama waninywa hivi leo, uko hapa duniani, hautasikia kiu mpaka wafa milele utakayoishi hapa duniani hautasikia utasikia kiu, birika la mtume sawa. Wayanaluna shafaatahu, na kwamba waumini watapata uombezi wake Mtume Muhammad yaumal qiyama. Wayanaluna watapata shafaatahu, uombezi wake yaumal qiyama. Wa akbaru shafaatihi, na kubwa ya uombezi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam, unaitwa nini? Ashafaatu ludhma, ni uombezi ulio mkubwa wa akbaru shafaatihi na kubwa ya uombezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaitwa nini? Al shafaatu ludhma, uombezi ulio mkubwa. Sawa, fi fasli lkadhai, katika hiyo siku ya mapambanuo ya hukumu, Mungu anapambanua hukumu zake, ndio anahukumu pale. Mtume Muhammad ana shafaatu ludhma, amejaliwa amepewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutuombea sisi waja, wa, wa. Nini, nini umati wake Vilevile wayatakida yapasi kwa mwanadamu aitakidi, ana nabiana sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, arabiyyun qurashiyyun, ni mwarabu Mkuraishi. Arabiyyun qurashiyyun, ni mwarabu kisha Mkuraishi wa huwa Muhammad

Wahb ni Amina, Amina Kilab Muhammad ni abiyalu, ni mweupe musharabu bihumra, weupe ambao umechanganyikana au umechanganyi umechanganywa ume na wekundu wekundu weupe ambao umechanganyikana na wekundu. Khatamul hatamu wal mursalin ndiyo mtume wa mwisho wa na mitume mursalin wa annahu nakwa mtume Muhammad khatamul anbiya wal mursalin ndio mtume, umunshu, mtume, ambiyai, mtume wa mwisho wa mitume anbiya na mitume mursalin. Wa annahu nakwa mtume Muhammadi ulida bi Makkah, amezaliwa Makkah. Wa buitha biha, na akapewa utume akiwa hapo Makkah. Wa hajara ila al Madina, kisha baadaye akaamba kwenda Madina al Munawwara, Madina yenye kunawirishwa na Allahu Subhanahu wa Taala. Baada al Isra'i, baada ya tukio la Isra'i. Isra'i ilitokea mtume akiwa bado yuko Makkah. Baada ya kumalizika tukio hili la Israi pale Maka, ndio mtume akaenda zake wapi? Madinatul Munawara. Wahajara mtume aliama, ila lmadina, kwenda madina, Madina Almunawara yenye kutiwa nuru. Baada alisrai, baada israi wamata biha, na akafa akiwa hapo. Wadufina biha, na ziku akiwa hapo Madina fi baiti Aisha, katika chumba cha mke wake anaitwa Aisha radhiallahu anha, wa mata hapo Madina wadufina biha akazikwa hapo Madina fi baisha katika chumba cha bibi Aisha radhiallahu anha. wa anna shariatahu na kwamba sheria yake mtume sawa nasakha jamia sharai sabikat alaiha wa anna shariatahu, na kwamba sheria aliokuja na mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam nasakha, ilizifuta jamia sharaii sheria zote asabika zotangulia alaiha watabrika mustamira na sheria za alikuja nazo mtume Muhammad, watabrika na sheria aliokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitabakia ni mustamiratan ila yaumil qiyama, zitabakia nzenye kudumu zinaendelea kutumika ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiama. Bado tunatumia sheria za nani? Za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibu ala almukallaf, aidha, na kuna pasa jua mwenye ukalifu wa sheria, vile vile ayarifa, ajue sharai a dini, azijue sheria za dini. Wajibu ala almukallaf, na kuna pasa jua mwenye ukalifu wa sheria aidha, vile vile ayarifa, ajue sharai a dini, sheria shara za dini. Wa yafuruuhu, nazo ni zile tanzu zake, wa ahamuha, na zilizo muhimu zaidi katika sheria zote za Kiislamu wa ahamuha na zilizo muhimu zaidi ya hizo sheria za Islamu, ni nini? Astuhara ni kujitwaharisha, wa swalatu na kuswa sawa, wa zakatu na zaka, wa saumu, na kufunga wala haju sawa, wa tutulabu min Allahi taala wanatlub amaliza, wanatlub na tunataka min Allahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu taala owametukuka, tunataka nini? aliana kusaidiwa ala dhikri alahami kuyataja yaliyo muhimu zaidi mina ya miongoni mwa hayo wal baraka tuna yenye baraka fihi. Fanaqul tunasema, asema wajibu ala mukallaf utapasa jua mwenye kalifa sharia aidan fil ayari fashara'i adi azijue sheria za dini, wa ya furuuhu nao ni zile tanzu zake, waahamuha zilizo muhimu zaidi katika tanzu za dini furuu dini ni atwahara wijiwe twahara, wa salatu jue kuswali, wazakatujue kutoa zaka, wa somu na ujue kuna somu, wala haju sawa. Wanatubu min Allah, na tunataka sisi waumini kwa Mwenyezi Mungu ni dua aliyana atusaidie ala dhikril ahami, mina juu ya kuyataja yaliyo muhimu miongoni mwa hizo furuu lislami eh? Wal barakata na tunaomba baraka katika kazi hiyo, fana kuhu. Tunasema kitabu tahara. Insha Allah kesho, Mwenyezi Mungu akituafikisha, tutaendelea hapa.